Baada ya kuzikwa wengi hudhani kila kitu kinaisha, lakini ukweli ni kwamba hapo ndipo safari nyingine huanza, safari ambayo hakuna mtu anayeweza kuisimulia akiwa hai. Leo tutazungumzia kwa utulivu, siri ya kaburi. Karibu. Video hii ni kwa ajili ya kukukumbusha jambo ambalo sote tutalikabili, si leo, si kesho lakini siku moja. Kaburi si hadithi ya kutisha tu, ni sehemu ya safari ya mwanadamu. Baada ya mazishi kumalizika, watu huanza kuondoka taratibu, sauti za mazungumzo hupungua, hatimaye hubaki ukimya, ukimya ambao haujawahi kusikika duniani. Ndani ya ukimya huo mtu hubaki peke yake. Hakuna ndugu, hakuna rafiki, hakuna msaada. Hapo ndipo mwanzo wa maisha ya kaburini huanza. Wengi waliokuwa duniani walijishughulisha na mambo mengi, lakini sasa yote hayo yamebaki nyuma. Upweke wa kaburi si kama upweke wa duniani. Ni upweke wa ukweli. Ni wakati ambao mtu anakutana na matendo yake mwenyewe. Katika hali hiyo, mtu huanza kutafakari. Kila jambo alilolifanya duniani linapita mbele yake. Mema na mabaya. Hakuna nafasi ya kurekebisha, hakuna nafasi ya kurudia. Kwa baadhi ya watu, hali hii huleta hofu kubwa. Kwa wengine, huleta utulivu. Tofauti haiko kwenye kaburi lenyewe, iko kwenye maisha ya mtu kabla ya kufika hapo. Tunahangaika sana kukusanga mali duniani, lakini tunasahau kujiandaa na safari ya mwisho. Kaburi halimwogopi mtu yoyote. Linamkaribisha kila mmoja kwa usawa. Swali ni moja tu. Je, umejiandaa? Hii ilikuwa video ya Siri ya Kaburi. Kumbuka, kukumbushwa ni neema. Chukua muda wako kutafakari.